Ebwana, kutoka hapa hapa Mafinga tunaenda mpaka kule Morogoro, tunapatana na jamaa anaitwa Jetty MC ambaye anaendelea kukimbiza sana kwenye upande wa challenge mbalimbali za TikTok kwenye mitandao mbalimbali mbali, pia kutokana na jinsi ambavyo ufanyaji wa singeli umekuwa sio wa kawaida, lakini bado tunakumbana na changamoto nyingi sana kwa wasanii wengi kutoka Morogoro, kwamba wanafanya vitu vikubwa mitandaoni huko, vinapokelewa kwa uzuri, ukuaji uko vipi kwenye sanaa ambayo wanaifanya? Huenda ikawa bado ni changamoto. Je, mabosi na matajiri kadha wa kadha kutoka Moro hawaoni kwamba wanaweza kuwekeza kwenye singeli? anaitwa Jetty MC anazungumza na sie kupitia mia na saba nukta tatu kwa maana ya kodi za town. Huyu hapa Jetty. Najisikia vizuri, najisikia furaha kusikika Mufindi FM siku ya leo, na furaha kwa kiasi kikubwa kuona ninachokifanya kinaendelea kutanua wigo Tanzania na nje ya Tanzania aishoti. Kwa sasa singeli ni mziki bora na mziki mzuri sana, Morogoro kuna mbaji bora singeli na kuna mziki mzuri, kwa sababu tunajitahidi kufanya kama wanavyofanya wasanii, hatufanye kama ni uuni. Singeli ni mziki kama mziki mwingine, na tunafanya singeli ya kututajirisha na maisha yetu, akaendelea kutumia mziki huo, na kinachofanya Morogoro mpaka sasa hivi watu wa, wa, wa, wasiendelee wasanii wa Morogoro wasiendelee, kutokana na matajiri wa Morogoro hawaamini kama singeli ni hela e, yaani wenzetu wao wanaaminiwa sana, wanabebwa. Mtu akitaji wa jambo fulani anafanikishiwa, mtu anawekeza hela yake na baadaye anakuja natoka. Lakini mabosi wa Morogoro hawaamini kama akiwekeza hela kwenye singeli atakuja kumtolea, anaamini mimi ni shoti na naamini singeli ni uhuni. Na kwa sasa singeli sio uhuni, singeli ni mzigo bora kwa sasa. Neno langu kubwa kwa Tanzania, nawaomba na nawaomba tena na naomba na sana, wasiache kunisupport, waendelee kunisupport kwa ukubu huo huo, maana mimi bila wao hamna kitu. Naomba Tanzania wasiache kusikiliza Mufindi FM. Kwa heshima najisikia vizuri najisikia furaha kusikika Mufindi FM siku ya leo na furaha kwa kiasi kikubwa kuona ninachokifanya kinaendelea kutanua wigo Tanzania na nje ya Tanzania. Aishoti e, kwa sasa Singeli ni mziki bora na mziki mzuri sana. Morogoro kuna mbaji bora Singeli na kuna mziki mzuri, kwa sababu tunajitahidi kufanya kama wanavyofanya wasanii, hatufanyi kama ni uuni. Singeli ni mziki kama mziki mwingine, na tunafanya Singeli ya kututajirisha na maisha yetu, akaendelea kutumia mziki huo, na kinachofanya Morogoro mpaka sasa hivi watu w wa, wasiendelee wasanii wa Morogoro wasiendelee kutokana na matajiri wa Morogoro hawaamini kama Singeli ni hela. E, yaani wenzetu wao wanaaminiwa sana, wanabebwa mtu akitaji wa jambo fulani anafanikishiwa, mtu anawekeza hela yake na baadaye anakuja anatoka, lakini mabosi wa Morogoro hawaamini kama akiwekeza hela kwenye Singeli itakuja kumtolea, anaamini ni shoti na naamini Singeli ni uhuni. Na so uhuni, ni kwa sasa Singeli sio uhuni, Singeli ni mziki bora kwa sasa. Mno langu kubwa kwa Watanzania na waomba na waomba tena naomba na sana wasiache kunisupport waendelee kunisupport kwa bwa huo huo, maana mimi bila wao hamna kitu. Naomba Tanzania wasiache kusikiliza Mufindi FM kwa heshima.